Na wakati huwapata wote, usikate tamaa. Wakati wako unakuja, majira yako yanakuja. Unavyopitia magumu ni kama Yesu alivyopitia magumu akiwa anateswa, lakini wakati wako unakuja kwa sababu Mungu alituahidia kwamba wakati na bahati utatupata wote. Yawezekana bahati yako isilingane na ya rafiki yako, lakini bahati yako inakuja Uwe na matumaini kijana, uwe na matumaini kuiendea kasho yako kijana. Usikatishe tamaa kijana, usikubali hata siku moja mtu akukatisha tamaa. Yawezekana yeye mahusiano yake yako strong, ameahidiwa kuolewa ameahidiwa kuvishwa pete, lakini wewe haieleweki. Tulia kijana, majira yako yanakuja. Naomba nitimishe kwa kusema kwamba usilinganishe safari yako na ya mwingine. Ukuaji wako unaweza kuwa kimya sana, lakini kelele yako inakuja baadaye. Endelea kupanda, endelea kukua. Mungu hajamaliza na wewe bado. Nakukumbusha tena, ninaweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, si kwa sababu wewe ni mkamilifu, bali kwa sababu yeye ni mwenye nguvu, si kwa sababu hujawahi kushindwa, bali kwa sababu anakupa neema ya kuinuka tena. Si kwa sababu njia ni rahisi, bali kwa sababu kusudi lako lina thamani. Kwa hiyo ota ndoto iliyo kubwa, anza na kidogo, chukua hatua sasa. Kijana, kutoka hapa hadi kule unakotamani inawezekana, kwa kuwa Kristo yuko ndani yako. Kukua si hiari tena, bali ni hatima yako. Vijana, Mungu awabariki sana. Vijana asanteni sana. Nawatakia mafungo mema na ibada njema. Jongeeni kiti cha maungamo kujitakatisha, kujita kwenye mioyo yenu, ili muweze kumpokea Mungu, muweze kupokea kusudi lenu katika maisha yenu. Haijalishi umetenda mabaya kiasi gani, haijalishi umepitia magumu kiasi gani, unashinda kama wana wa Israeli. Kumbuka kwamba jambo lolote linatukuka linapopitia magumu. Leo wana wa Israeli tusingekuwa tunawasema kama wasingepitia magumu, kama wasingevuka bahari ya Shamu, kama wasingepata amana jangwani, leo tusingewakumbuka. We unataka kupita njia nyeupe, hatutokukumbuka katika maisha. Chagua ile njia Mungu aliyokuandalia, ipokee kama ilivyo na hakika Utafikia kule unakohitaji kufika. Mungu awabariki sana. Muwe na siku njema na mafungo mema. Nawapenda sana vijana. Mungu azidi kuwabariki sana. Asanteni sana.